ambacho kitakuwa ni kipindi cha kupeana darasa mbalimbali zinazohusiana na miezi hii mitukufu ambayo inajulikana kwamba Ashhurul Hurum. Kwa, kwa hivyo ninakualika kuanzia leo hii katika mwanzo wa kipindi chetu mpaka mwisho wa mfululizo wa vipindi vyetu ili uweze kupata faida kubwa inayohusiana na miezi mitukufu hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametueleza. Ndugu zangu watazamaji wa chaneli yetu ya Zahmedi TV, kama nilivyotanguliza kwa kuisoma aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyopo katika sura Tauba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ameumba kila kitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameumba wanadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaomba mchana, akaomba usiku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akaomba viumbe vyote vikiwemo mwezi na jua, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akajaalia kwa viumbe viwili hivi mwezi na jua ndani yake, basi sisi tuweze kupata hesabu ya kuweza kujua masiku ya kila siku, lakini pia tuweze kupata idadi ya miaka, idadi ya miezi, ili tuweze kuhesabu miaka kwa ajili ya kutunza kumbukumbu mbalimbali za maisha yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba hakika idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kumi na mbili Yauma khalaqa as-samawati wal ard, tokea siku alipoiumba mbingu na ardhi. Lakini akasema katika miezi hiyo haifanani, minha arba'atun hurum, ndani ya miezi hiyo kuna miezi minne mitukufu. Dhalika dinul qayyim, basi hiyo ndio dini iliyokuwa sawasawa. Fala tadhlimu fihi anfusakum. Allah subhanahu wataala kaendelea kutuimiza akaendelea kutuhimiza kutukumbusha katika miezi hiyo minne, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu ndani ya miezi hiyo minne minne nafsi zenu. Kwa maana kwamba katika miezi minne hii, kama inavyotambulika kwamba mwanadamu ni mpungufu, lakini pia ni dhaifu, ni mje ambaye anamwasi Mwenyezi Mungu mara kwa mara, lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala amemfungulia mwanadamu huyu milango ya kuweza kutubia madhambi yake na Allah anajua kwamba mwanadamu ni mtu mwenye kukosea, lakini akatahadharisha zaidi kwamba msidhulumu, msifanye madhambi ndani ya miezi hiyo minne. dalika dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum wa qatilu lmushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa. Allah akaendelea kusema kwamba wapigeni makafiri Eh, washirikina wanaokupigeni vita basi na yenyewe pia wapigeni eh wapigeni moja kwa moja kama wao wanavyokupigeni nyinyi vita. wa'lamu alamu anna allaha ma'al muttaqin, najueni kwamba hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wacha Mungu. Ndugu zangu watazamaji, tunajifunza nini katika aya hii? Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza nini katika aya hii? Kuna mambo mengi ya kujifunza katika aya hii ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na miongoni mwa ya kujifunza ambapo itakuwa ndio mwanzo wa kipindi chetu cha leo ni kuizungumzia hii miezi minne hata kama kwa ufupi, na ili tuweze kujua kwamba tunatakiwa tufanye nini ndani ya miezi minne hii. Ndugu zangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyobainisha katika Qur'ani kwamba kuna miezi minne mitukufu, nayo na miezi miezi minne minne, wanawachuoni wakaweza kutu, kututajia kwamba miezi minne hiyo ni Dhulqaada na Dhulhija, Muharram na Rajab. Akienda katika Tafsiru al-Adhim Ibn Kathir ametaja miezi kwamba miezi ni hiyo, lakini pia na tafsiri mbalimbali mbali za Qurani, wanawachuoni wa tafsiri wameweza kutuelezea kwamba hiyo ndiyo miezi minne ambayo Allah subhanahu wa Ta'ala ameweza kutubainishia. Kwa hivyo ndugu, ndugu zangu watazamaji wa, wa chaneli yetu ya Zahmid tv kuna mambo mengi ya kuweza kuelezana ndani ya miezi hii mitukufu minne, lakini kwa leo tutosheke kwamba hii miezi ni miezi ambayo ndani yake kuna mambo makubwa. Kama tukiutazama mwezi wa Dhulhijja, eh, ni mwezi ambao kwamba ndani yake kuna, kuna siku tukufu, kuna kisimamu kitukufu ambacho kinachoitwa kisimamu cha Arafa ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala husambaza rehema zake kwa waja wake, lakini pia ndani yake kuna ibada kubwa ndani ya Dhul Hijja, ibada ya Haji, ambapo atakaye atakayediriki Mwenyezi Mungu atakaye atakayemuwezesha kuweza kwe, kwenda kuhiji, basi akahiji na akaifanya ibada vizuri, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mtu huyu atakaporudi huko atafutiwa madhambi yake yote na atakuwa ni sawa sawa kama yule mtu ambaye amezaliwa leo. Kwa hivyo ndugu zangu, kuna, kuna, kuna matukio mengi ambayo yametokea ndani ya miezi hii mitukufu. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, tahadharini jamani, tahadharini katika miezi hii, kuweni makini mno, msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya madhambi. Kwa hivyo kama kuna watu walikuwa wana madhambi walioyazoea yale mazito mazito, basi ndani ya miezi hii ndugu zangu, tunahusiana sana tuyaache na iwe ndio mwanzo wa kuyaacha madhambi yayo. Kuka, kumalizika watu sio kwamba labda warudi katika madhambi hapana, wasirudi kabisa, lakini hata kama itatokea mtu una namna fulani ya kufanya dhambi lolote kubwa ndani ya mwezi huu, tafadhali tafadhali, hala hala, ndugu zangu, usifanye madhambi, kwa sababu hata madhambi yake hata madhambi ya, ya, ya utakayofanya katika mwezi huu, hilo dhambi ambayo utakayolifanya ndani ya mwezi huu, basi malipo yake ya, ya, ya, ya, ya hayo maasi na hayo madhambi ukubwa wake unakuwa ni ukubwa mno zaidi kuliko utakapofanya nje ya miezi hii mitukufu. Ndugu zangu, uh, nimalizie tu kwa kuwahusia kwa, kwa, kwa, kwa, kwa pamoja na kuhusia nafsi yangu, uh, tuweze kujibidiisha katika ibada. Miezi hii ndio miezi ambayo inatakiwa mtu akithirisha sana kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuomba istighfari, kufanya istighfari kwa wingi kumwomba sana Mwenyezi Mungu msamaha, aweze kutusamehe madhambi yetu. Tumemkosea sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala tu, tumtake sana Allah Subhanahu wataala ili aweze kutusamehe kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala atuambia, inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia innahu huwa lghafuru rahim, hakika lakika Mwenyezi Mungu husamehe madhambi yote. Allah subhanahu wa Ta'ala anasamehe. Tutumieni katika kipindi cha miezi hii mitukufu kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutusamehe madhambi yetu. Nimalize tu kwa kuwashukuru sana kwa kuwa nami katika kipindi, kwa dakika hizi chache za kuweza kunasihiana zinazohusiana na, na, na, na miezi hii minne mitukufu. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.